Kituo cha afya Mazwi, tumekuwa na wateja wanaokuja kujifungua hapa zaidi ya mia sita kwa mwezi. Hivyo mwenyekiti wa CCM mkoa akaona ya kwamba kituo cha afya Mazwi kina mahitaji makubwa sana kwa ajili ya kutoa huduma kwenye jamii. Hivyo akamwagiza mheshimiwa Aesh kwamba aweze kuunga mkono juhudi ya tuge wanawake mkoa, ambao walikuja kutoa zawadi kwa wakinamama hawa, ili na wenyewe ili waweze kupata huduma kwa wakinamama wengine ambao siku hiyo hawakuwepo. Kwa hiyo akamwagiza alete madishi mia moja hapa Mazwi, lakini mheshimiwa mbunge amejiongeza ameleta madishi elfu moja kwa ajili ya kugawa vituo vya afya vyote vya manispaa ya Sumbawanga. Kwa hiyo leo hii mheshimiwa mwenyekiti wa CCM mkoa pamoja na viongozi wengine wamekuja hapa kwa ajili ya kukabidhi madishi haya mia tano kituo cha afya Mazwi na madishi mia tano mengine yaliyobaki yataenda kugawiwa kwenye vituo vingine vyote vya kutoa huduma katika manispaa ya Sumbawanga. Mimi binafsi nampongeza sana Mheshimiwa Aeshi, mbunge wetu wa Sumbawanga Mjini. kupata ni huduma hapa ni zaidi ya mia sita, tukaona beseni ishirini haziwezi kutosha. Nami nilimuomba Mheshimiwa mbunge Aeshi Hilali, nikamwambia wewe ndio mbunge wa jimbo hili, hawa wananchi ni wananchi wako, na hawa wananchi ndio wanaokupa kura na ndio waliokufikisha hapo, kutokana na usikivu wa mheshimiwa mbunge wa jimbo la Sumbawanga mjini, kutokana na upendo alionao kwa kinamama, kutokana na upendo wa maendeleo yaliyoko katika jimbo lake, aliona kwamba hana sababu ya kushindwa kuunga mkono. Kwa hiyo ameunga mkono, yeye aliunga mkono kwa kuambiwa mabeseni mia moja, lakini ameji- amejiongeza akasema, sio kinamama tu wa mazwi na kuna kina mama wa vituo vingine na kuna kina mama wa zahanati zingine, kwa sababu hata zahanati zingine mganga mfawidhi wanazalisha kina mama. Ninaomba beseni hizi zitumike kwa kina mama, kina mama wasinyanyasike, kina mama wasiyumbishwe kwa sababu ya mabeseni. Mabeseni ni haya yamekuja kwa maslahi mapana, kwa uchungu wa kuwahudumia kina mama, kwani kazi wanayoifanya kina mama ni kubwa sana. Huyu mtu aliyotuletea mheshimiwa mbunge, tunaomba tumwangalie kwa macho mawili matatu ya kuhakikisha ya kwamba, waswahili wanasema ulionacho mkononi ndio chako, kisicho mkononi mwako sio chako, na kitu kizuri utakiona baada ya kitu kizuri hicho kukuondokea, lakini kama bado unacho unakiona ni jambo la kawaida, lakini hii ni kazi kubwa. Mfawizi katuambia, alitupatia bandari kumi za bati kwenye lile jengo la huduma ya baba na mama, huduma ya baba na mama, na leo kaaja kwenye huduma ya mama na mtoto. Nani kama Aeshi? Ni kiongozi msikivu na ni kiongozi anayekuwa pamoja na nyinyi karibu zaidi. Shukuru sana, mheshimiwa mbunge, kwa support aliyotupatia a mama kupitia madishi haya yatatutolea adha, maana kuna wenzetu wengine ambao wanafika hapa kituoni wakiwa hawana maandalizi yoyote. Kwa hiyo unakuta ni fedhea, lakini kupitia haya yatatusaidia wamama mama kujistiri. Kwa hiyo tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge, aendelee kuwa na moyo huo huo.